Unakuta mvulana anatamani kupata wife material wakati yeye sio husband material, haitokei. Okay. kote kuili msichana ambaye si wife material anataka husband material. Kijana anataka iPhone 16 wakati hata hapo alipo anajitolea na hana mshahara, anataka kununua gari wakati hata mkopo wa shule ajalipa anataka TV ya inchi sabini wakati anapanga chumba cha inchi sitini Sijui mnanielewa? Anataka kitanda cha sita kwa sita wakati chumba ni tano kwa nne Anataka nunue sabuufa ya mziki wakati nyumba anamoishi, ule mdundo wa sabuufa utashusha kuta zote, utanda wazi Umejaza vitu na watu ukawajaza tamaa bila kuwapa uwezo wa kutimiza matamanio yao.